pia nausie nafsa yangu kumcha Allah subhanahu subhana, kwani kufanya hivyo ndio kuna matengemano, kuna patikana chumo la maisha mazuri kesho akhera na hapa duniani pia, yaani maisha ya mtu yanatengemana kuwa vizuri kwa kuishi kwake vizuri hapa duniani. Naam, karibu kwenye mada nyingine tena ambayo hii ndio ingefaa iwe katika somo la kwanza, tuliisema ile mada ya somo la kwanza kuhusu ndoa katika udhaura wake, ndipo tukaizungumza mada ya jambo ambalo halifai kabisa kwa wanandoa kutendeana. Jambo la kwanza tulizungumza jana, na leo tunazungumza kuhusu jambo lingine kuhusu ndoa na haya ni sehemu ya maudhui ambayo nimeamua kuyaleta ili watu wapate elimu kuhusu ndoa. Vijana wanaotaka kwenda katika ndoa, waliomo katika ndoa, ambao wameingia bila elimu ya ndoa, hii iwe sehemu salama ya wao kujifunza zaidi kuhusu ndoa. Kuna mambo wanandoa inafaa yajue kabla ya kuingia katika ndoa ikiwemo haya yafuatayo kwenye akili yako. Kwenye akili yako anza kuyaingiza haya, halafu ile mada ya jana irudie kuitazama ili akili yako ipangilie haya mambo barabara. Lakini tu inafaa kufahamu kwamba yale hayafai kabisa kwa mtu aidha mwanamume au mwanamke kuyahitaji kwa mwanandoa mwenzake, na haya ya leo ni mambo yako mchanganyiko yanayofaa mtu ayajue kwa mwenzake na yale ambayo hayafai mtu kumtendea mwenzake. Jambo la kwanza kabisa ni uelewa wa maadili ya ndoa, uelewa wa maadili ya ndoa. Kuna mahusiano ya dada, kaka, mama, shangazi na marafiki wengine, na hii mara nyingi sana huwa uh, ina utofauti mkubwa baina ya mahusiano ya kinoa na mahusiano ya kifamilia, namna ya kumhendo mtu, namna ya kumchukulia mtu katika yale ambayo munayaendea, aidha wakati wa kuchukizana, wakati wa kufurahishana. Kuna mambo lazima uyajue, usome tabia ya mwenza wako na vile alivyo. Kabla sijaenda mbali, kwanza ningependa nikuambieni kuhusu mkasa wa Sayyidina alikiilali shegheletu kubwa, shegheletu letu ambalo tumejifunza mengi kutoka kwake. Mara moja alikuwa akimwoza mwanawe, binti yake anamuoza, akamwambia mwanangu, unakwenda kukutana na mwanamume, unakwenda kuishi naye maisha ya kuendelea. Sasa nisikilize, huko unapokwenda huyo mwanaume hujazaliwa naye tumbo moja, ana malezi aliyopitia sasa wewe unakwenda ukiwa na malezi yako, nenda kaishi kwa hikma na busara na umsome mwenza wako. Na hii ndiyo mada yetu ya leo, lazima wanandoa wahakikishe kwamba wamesomana ipasavyo, wanandoa wanajuana katika tabia yao ya mahusiano, kwani ndoa, pointi ya kwanza, ni mahusiano ya kudumu, yani hatuoani ili tuachane. Kwa mujibu wa uislam huwa hatuawani ili tuachane. Wapo Uislamu umeridhia talaka, talaka ina sehemu inaridhiwa na Qurani, kwamba hapa mlipofika ni too much, hebu tawanikeni kwanza, kila mtu aishi peke yake, lakini abghadhul halali inda Allah ta'ala, halali ambayo Allah taala anaibughudhi ni talaka watu wanatengana. Taurati, Injili, Quran na Zaburi, vitabu vyote hivi watu wameamrishwa kuungana. Tena kama rafiki wa baba yako, unahusiwa baba yako akifa, umfanye kuwa ndiye baba yako tena, uendelee kuunga ule udugu wa baba yako na rafiki yake. kwa hivyo mahusiano ya ndoa ni mahusiano ya kudumu, na lazima mtu afahamu ya kwamba huu ni muungano kati ya mwanamume na mwanamke. Hivyo ni muhimu kuelewa, ni sehemu ya kujitolea na kujenga familia. Katika ndoa kunataka watu waweze kujitolea, kujitoa kwa nafsi. Mwenzangu hapa ameteleza, amemisbehave, kwenye hili ni namna hii Lazima tuwe tunafahamu kwamba haya mambo yanataka subira, tuvumiliane katika mambo mbalimbali. Heshima na upendo lazima vitawale. Hata Allah subhanahu wataala kwenye Qurani anatuambia katika chumo la ndoa kunapatikana mawaddatan wa rahma, mapenzi na huruma. Haya mambo lazima yapatikane katika ndoa ambayo tunatarajia ndoa hii iende ikadumu. Hivi basi, wazazi kabla ya kumwoza binti, wazazi kabla ya kutoa maamuzi kijana wao kwenda kuchumbia sehemu hile, kuna mambo huwa yanatazamwa. Au mwanamume kabla ya kuchumbia mwanamke, kuna mambo ambayo hayo mambo yanatazamwa kwa jicho pevu. Ni mambo gani hayo? Sikia kauli ya bwana Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wasallam anasema, idha atakum man tardhauna dinahu wa huluqa fadhawijuho, atakama kujieni mtu mukairidhia dini yake na tabia yake, basi mpeni mke, na msipofanya hivyo akasema takun fitna, itakuwa fitina ndugu yangu, katika imani muislamu wewe na hata ambao si Waislamu na wanajifunza masomo haya, muhimu kabisa kwa mtu kuyafahamu. Lazima tufahamu kwamba katika ndoa tunavuna huruma na mapenzi. Kuna muda wa kusubiri katika ndoa na watu kufahamiana, ni muda gani? Insha allahu taala, tutazungumza kwenye klipu inayofuata, muda wa wanandoa kuzoeana, muda wa mazoea na tabia ambazo zinaweza kutokea hatarishi kwa ndoa. Naam, kwa hivyo inatakiwa yapatikane mapenzi na huruma katika mambo haya ya mahusiano ya ndoa, na hii ndiyo nguzo kuu na msingi wa ndoa. Mwanaume tutampa mbinu za kufahamu kuzidi kwa mapenzi ya mke wake au kupungua, kadhalika mwanamke anafahamu vipi kwamba mume wangu mapenzi yake yamepungua au yameongezeka? Hili ni katika sehemu ya elimu inayofuata katika klipu zijazo. Leo tutajikita zaidi kuangalia eh, uelewa wa maadili ya ndoa. Jambo la kwanza tumesema mahusiano ya ndoa ni mahusiano ya kudumu, na tukaelezea kwamba kunatakiwa kupatikana ndani yake mapenzi na huruma. Naam, pia heshima. Hili ni jambo la tatu katika ndoa. Hakuwezi kupatikana mapenzi na huruma kama hakuna heshima. Lazima mwanandoa anapotaka kuongea neno alitazame na kulipima kwamba je, hili neno halitomkwaza mwenzangu? Neno hili ninalolizungumza mwenzangu atalichukuliaje? Wewe mtazamaji wa mtabasi TV online Unatakiwa uchukue elimu hii pia uwasaidie na watu wengine. Hivyo katika ndoa lazima mtu afahamu kuwa ni mahusiano ya kudumu, lakini pia afahamu katika ndoa kunatakiwa heshima, ili ilete mapenzi na huruma. Kama heshima hakuna, mapenzi na huruma haviwezi kupatikana, vitu hivi vitasambaratika, na ni tabia hatarishi. Katika mahusiano ya ndoa kuna baadhi ya wanawake huwa wanaongea lolote lile kwa mume, na kuna baadhi ya wanaume huwa wanaongea lolote lile kwa mke. Tabia hizi huja zikavunja moyo wa mwingine. Mawasiliano ni muhimu sana kwa wanandoa. Pointi hii pia ichukue, hili ni jambo la nne, mawasiliano yaliyo bora kwa wanandoa. um, Ndoa ni muungano wa kudumu kati ya mwanamume na mwanamke, hivyo ni muhimu kuelewa kuwa ni sehemu ya kuitolea na kujenga familia. Nimesema heshima, upendo, heshima, huruma na upendo. Jambo linalofuata ni mawasiliano. Mawasiliano baina ya mwanandoa na mwanandoa mwenzake lazima wayachunge na wayape umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ni njia nzuri ya kuelezea hisia. Kila mtu anaweza kumwambia mwenzake kuhusu vile namna anavyojisikia eh? Kama mawasiliano ni madogo, mtu hawezi kuwa eh, mwenye kumwekea mwenzake mihemko mizuri ya kimwili eh, ili aweze kuendeana naye. Kwa hivyo mawasiliano ni muhimu sana katika ndoa. Wanandoa wanapaswa kujua jinsi ya kuzungumza kwa uwazi, kuelezana mambo yao vizuri, na kila mtu aweze kujua kwamba ninazungumza na nani hivi sasa. Heshima lazima ichungwe wakati wa mazungumzo. Lazima kuzingatia mawasiliano ya mara kwa mara, at least hata kama hauko nyumbani unapiga simu na kumjulia mwenzio namna gani alivyo. Kama nyote mko katika shughuli za amali, mnafanya kazi sehemu mbalimbali, mnajuliana hali hata kwa message. Vipi umshindaji mwenzangu, unajisikiaje? Uh, mimi niko poa niko pora, vizuri yale maneno mazuri mazuri ya kuambiana. Yale unamwambia mwenzio nikile unachofiri kutokana na yeye kukosekana kwake E, nami si mpweke, ni nipo kazini, naona ni watu lakini si wewe hapa, nimekukumbuka. e, unaambia maneno mazuri mazuri kujisemea. Ndugu yangu mmoja, kila nikikukumbuka naona moyo unakwenda mbio kama unapelekwa na mashine ya bajaji. Maneno mazuri mazuri ya kutiana hamasa, mtu anakuwa ana hamu, anamtamani mwenzake kwamba anatamani kumuona na kadhalika. um, njia nzuri ya kuelezea hisia vile unavyotaka unavyojisikia, eh ukiwa naye, labda kama alikukwaza alafu mmetengana kidogo, uli lipo nyumbani, mwingine upo kazini, unaweza ka text, mkazungumza kidogo, ukazungumza mwenzio kumuondoa kwenye zile hali ambazo za mikinzano labda zilipita. Maana yake wanandoa, eh? kukinzana ni mambo ya kawaida, lazima kila mtu achukulie kwamba ni changamoto katika ndoa azifanyie uvumilivu mambo yaende. Uh, lazima kuepuka mambo ya kuvunja amani katika ndoa, kwa mfano fujo, dhihaka ambayo ni yenye kutibua hisia za mtu mwingine na kadhalika.